Jiji la Mwanza tume tuna kisiwa kimoja kinaitwa Ukerewe. Sasa kuna kijana amefunga safari kutoka Ukerewe mpaka hapa jiji la Mwanza. Naomba tumpe support kijana wetu, anaitwa Chwazika Ukerewe Fines. Ladies and gentlemen, Chwazika DJ inakata mpaka chuo kikuu. Ladies and gentlemen, tonight, mgeukie jirani yako mwambie zama zimebadilika eh kutoka kuitwa kindagate mpaka chuo kikuu nowadays ni, kin ni kindagate mpaka VETA yeah. mkoa wetu wa mwanza umebarikiwa sana na umetambulika sana kupitia ikoni ya Bismarck Rock lakini sio kinyonge sana. Kwa watu wa Ukelewe tumeamua kufufua ikoni yetu ambayo hii ikoni ilikiwasha sana enzi hizo hmm? Ulikuwa ukisafiri kutoka Ukelewe kwenda Mwanza ukiwa na hili begi ya uibiwi, yaani kitoke hata kibaka kalikuapua anaweza kalikuapua, sawa. Lakini akifika geto tu inabadilika, linakuwa mamba na by the way, mimi natokea Ukerewe na kama Ukerewe unavyojua, e, pisikari ni chache kuliko mitumbwi ya dagaa. Na pale Ukerewe tumeendelea zaidi katika swala la utafutaji, tuko vizuri. Ukiachana na wabibi na yale mambo yao ya usiku, siku hizi wameboresha. Wameanza teknolojia mpya. Wameanza kufundisha misukule kubeti. Hii ni kweli? Yaani hapa ninamkeka e, hii ni kampuni ya kubeti kutoka Ukala. E, inaitwa Ukala Gambosh Betting. Yaani misukule inabeti odds. Inafukuzia mamilioni na hapa huu mgeka nina odds moja kubwa. Yani, imedevelopu kiasi kwamba mpaka imeamua kubetia uchaguzi 2025. Sikiliza. Eh, kodi namba 2086. Eh, huu ni mpambano kati ya Mheshimiwa Tundu Lissu na mama yetu Mama Samia Suluhu. Betting option. No GG. Mama Samia ashinde mitano tena. Makofi kwa mama. Na pale Ukerewe tume develop sana, hata kwenye swala la starehe mm. Ukizungumzia bichi za Ukerewe ni tofauti sana, alafu mbaya zaidi, usiombe kuenda bichi ya Ukerewe umevaa ile mipenzi fulani hivi, inakuwa na majani ya bangi mara majani ya minazi, ile ni hatari. Mi saikuwenda bichi ya Ukerewe nikiwa naogelea nimetulia tu, baadaye nasikia kitu huku kinapapasa papasa, najua papasa ni nini? Kwenda kutoa hivi nikakutana na furu. Sio kwamba yule furu alikosea njia ah ah, aliona majani meusi marefu akataka aingia ajifiche. Asanteni sana.